sisi Simba Sports tumechagua kubaki Benjamin Mkapa. Nadhani wote nyiye ni mashahidi. Namna gani watu wanaugwaya uwanja Benjamin Mkapa? Namna gani watu wanauogopa uwanja Benjamin Mkapa? Namna gani watu, watu wameushindwa. Uwanja Benjamin Mkapa. Namna gani watu hawauwezi Benjamin Mkapa? Namna gani watu wanapwaya Benjamin Mkapa? Lakini sisi tumesema piga huwa tunabaki Benjamin Mkapa, na jeuri ya sisi kubaki Benjamin Mkapa, uwanja mkubwa jeuri hii tunaipata kutoka kwenu ninyi mashabiki wa simba tunaimani na tunaamini tukiwaita mnakuja elfu sitini na ndio maana tukasema sisi hatuendi kwenye kiwanja cha watu elfu kumi na mbili tunabaki hapa hapa benjamini mkapa kwenye kiwanja cha watu elfu sitini kwa sababu watu hao elfu sitini Simba Sports Club tunao na tunawahitaji tarehe ishirini na tatu.